Ukiona akili yako inapingana na sheria za Allah, hapo kutuhumiwa ni akili yako. Tuhumu akili yako haiko sawa. Kama sio mwehu, utakuwa ni zuzu au mjinga. Lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi ikatuhumiwa kwa sababu ya akili yako, hata kama utakuwa ni mwerevu kiasi gani, genius, unasifika kwa, kwa matirio ya kielimu lakini Unapotuambia kwamba hili aliingia kilini, alafu ikawa ni sheria ya Allah ehe. Unasemaje bwana profesa? Nasema hivi, jambo hili la Kiislamu hili limekuja kwenye Qur'ani na Sunna. hili aliingia kilini? Takuambia Kili, akili yako ndio mbaya, ukomo wa akili yako umeishia. Maana ni akili ya kupimia matonge tu, kiwango cha ukubwa wa tonge la ugali na lawali, ndio viakili vyetu hivi. Huwezi ukakosoa sheria za Allah aliyekuumba.